Nikukaribishe kwenye kipindi cha leo, nataka nifundishe walau vizuri kwa amani. Chukua daftari lako na kalamu, kama unazo au kama una rekodi, lakini nafundishe juu ya utii kwa Mungu unakokupa mahitaji yetu yote. Utii na kichwa cha habari kinachohusu utii kwa Mungu. Sasa ni kwambie ndani yako, utii kwa Mungu unakotuletea mahitaji yetu yote katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomtii Mungu kunaleta hali ambayo Mungu analeta baraka. Napii iliyopita niliubiri tu ya baba kumheshimu Mungu wanakueshimisha na nimesimama katika kukupa standa wa Mungu na mambo ya kiroho hapa. Kumtii Mungu kunaleta mahitaji yetu, kuna, kunafanya Mungu ajitwalie utukufu katika maisha yako, bali kukabishi neno la Mungu tunasoma kutoka kwenye kitabu cha mwanzo sura ya ishirini na mbili kama unaandika mwanzo sura ishirini na mbili mstari wa kwanza mpaka wa kumi na nne ni maneno ambayo yanamuonyesha mungu akimjaribu ibrahimu baada ya mungu kwamba amempa ibrahimu watoto wawili mtoto wa kwanza anaitwa ishmaeli ambaye uh, alikuwa sio mtoto wa ahadi. Ambaye amesema baada ya mambo hayo, Mungu anamtaji wa ilichokuwa, wakati natunga huu ujumbe, ilikuwa nafikiria juu ya Mungu na ilikuwa nakiuliza hivi, Mungu akikubariki nini, kile kitakachotokea kwenye maisha yao? Mungu akikupa kazi, Mungu akikupa biashara, Mungu akikupa wa watoto, Mungu akikupa wa neema kwenye maisha yako, ni nini ambacho kitatokea kwao? Mungu akikupa cheo kikubwa Mungu akikupokeza nilikuwa nafikiri na kukimbiza ni nini ambacho kinatokea. Kwa hiyo nikamsoma Ibrahimu nikaona jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa amebariki Ibrahimu tu hadi zake zote zikiwa sasa zimetimia kwamba Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu kwamba kupitia uzao wako utakuwa baba wa mataifa mengi na baraka zako zitapitia kwa watu wao. Sasa, mchana leo, kitu kimoja nilichokuwa natafakari pamoja na wewe, kama Mungu anapokubariki anatakiwa aone jinsi unavyoendelea kumtii Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa ajili ya muda naomba nisome mstari wa saba na wa nane mpaka wa 14 juu ya jambo hili, mwanzo sura ya 22. Nianzie sure mstari wa saba. Neno la Mungu linasema, na mtu ajafungue Biblia mwanzo sura ya 22 mstari wa saba na kuendelea, uweze kufundisha story, lakini nimekupa utangulizi kwamba Mungu alikuwa amembariki Ibrahimu kwa, kwa mambo mengi, na alikuwa amempa mwana wa pekee kipenzi ambaye alikuwa ni mwana wa ahadi Isaka. Akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu, naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama moto huko tunasoma mstari wa saba, akasema tazama moto na kuni zipo, lakini uko wapi mwana kondoo wa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema Mungu atanipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu basi wakaendelea wote wawili pamoja, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanae. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Kwa akasema usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee Ibrahimu. akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo dume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akatoa hiyo kondoo kondoo, akamtoa au sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanao. Ibrahimu akaita mahali pale, uh, akaita mahali hapo Yehova ile kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana inapatikana. Sema amen, sema katika mlima wa Bwana inapatikana. Baraka za Mungu za utii zinaleta kila kitu kwenye maisha yetu. Tunapokuwa tumemtii Mungu na kumwamini Mungu katika maisha yetu, Mungu ana wake na tuna mambo mengi ambayo tunajiuliza juu ya maisha yetu, na ilikuwa ni swali la msingi ambalo Isaka alikuwa naogoza yako Mungu anajipatia Biblia inatu na inawezekana umerudi na matumaini hauna majibu juu ya changamoto ulizonazo. changamoto jaaataidakona kibisa Ibrahimu aliwaza nini moyoni mwake alipo

Kwamba huyu mtu aliyekupa maisha haya anaweza akakusaidia kama ukiendelea kutii na kuamini katika maisha yako. Kwa hiyo kufundisha kwamba ukimtii Mungu, Mungu analeta mahitaji yetu yote tuliyo nayo. Kwa hiyo wewe na mama, wewe na mama, mtaka wa leo, kwa sababu ukimtii Mungu, Mungu ataleta majibu juu ya maisha yako.

Bwana Yesu asifiwe. Na mchana wa leo nitamani nipitie moyo kwamba tukiwa watii maisha yatakuwa mazuri, tukiwa watii kwa wachungaji wetu, tukiwa watii kwa kanemaskofu, tukiwa watii kwa wazee wa kanisa, tukiwa watii kwenye familia, tukiwa watii kwenye ndoa zetu

Akalisa na Mungu juu ya kutii. Anatafuta utii juu ya maisha yetu, na anataka tuwe ue watii. Mahitaji yetu yote yanapatikana ya kwa Mungu, kila unachokitaka kwa mw. maisha yako kinapatikana kwa Mungu. Mwanzo sura ishirini na mbili mstari wa kumi na nne na tutasoma pamoja. Biblia inasema Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova

kiwango cha kumtii vile anavyotaka. Na mimi nimesimama mbele yako kuomba mchana leo. Tuombe neema ya kuwa watifu, ya kuwa watu ambao tunatii. Inawezekana au tena wa. Na utii ni mlango wa kufungua baraka katika maisha yetu. Nimesimama mbele yako

ni watu ambao tunamtii Mungu. Tunajaribu wa Tanzania kwa ni watu wenye utii. Ukiona roho ya uasi, nafsi unaanza kuinuka, unajua kwamba kuna mmoja wa utii ambao unaanza kuinuka kwenye jamii yetu. Watu watu

Kielelezo kutoka kwa Yeremia Yeremia sura ya 35 mstari wa 14 na 15 inatuonyesha kwamba

Sisi watoto wako tunainua mikono yetu kwa ajili ya utii. Kama tukikutii wewe, tutapata mahitaji yetu juu ya maisha yetu. ilinaimuni kielelezo cha utii wa maisha yetu. Eliya alikuwa kielelezo cha utii katika maisha yake. Yesu Kristo tunajifunza kwake kwamba yeye ni mtii.